naitwa John Ongito, nimekuwa katibu wa CHAUMMA mkoa wa Mwanza kuanzia tarehe moja mwezi wa kumi elfu mbili na ishirini na nne mpaka tarehe moja mwezi wa saba elfu mbili na ishirini na tano nikiwa na hudumu kama katibu wa mkoa CHAUMMA. Kwa sasa mimi ni afisa habari na taarifa kwa umma mkoa wa Mwanza. Chama kimegeuzwa sehemu ya vipatu vya viongozi wakuu wa chama. Tulikuwa Golden Tulip, ilikuwa ni mwezi wa tano mwaka huu, tuliitwa makao makuu ya chama kwa ajili ya kuwapokea kina Salum mwalimu na Kigaila, jinsi walivyokuwa na jinasibu kwamba wako G55. Nafikiri mliona hizo taarifa, na kweli tulienda mpaka makao makuu tulivyoitwa kwa wito wa dharura tuliwapokea wale viongozi na walikuwa viongozi tisa ambao siku ile tuliwapokea. Kitendo kilichofanyika siku ile Golden Tulip ni kwamba tuliwapokea, na siku hiyo hiyo mliona viongozi wetu wakuu wote walijiuzulu, akabaki mwenyekiti tu ambao ni Ashim Rungwe, ndio mtu pekee aliyebaki kwenye chama. Tumekuwa na changamoto nyingi sana tokea jamaa walivyohamia wa kwenye chama hiki. Imekuwa watu wote wa zamani tumekuwa hatutambuliwi na hawa viongozi wapya ambao wamefika, walivyofika, walianza shughuli za kurugenzi ili nafasi zile ziwatoshe, zi maana wao walikuja na wakasema kwamba wanataka wanataka wanataka waendeshe chama, na mkataba uliokuwepo ni kwamba wao na sisi tulikuwa tunashirikiana, lakini kitu ambacho kilitokea ni kwamba walivyokuja kwenye chama wote tulitolewa watu wa zamani, Chauma ile ya wa zamani, wamekuja wapya wakaanza zile kurugenzi, wakagawana vio vyote ambavyo vilikuwepo. Watu wa zamani pia wakawa sasa watambuliki, imetupa changamoto. Alafu sio mimi, tuna mikoa mingi sana ambapo hii tatizo lipo. Ukiwa kiongozi hautambuliki kama ni kiongozi, lakini wanatumia wale wachadema waliohamia Chauma ndio walikuwa wanapewa shughuli nyingi. Kilichofanyika ni kwamba hata hela ya chama ikitoka viongozi wanaonufaika wanao, na zile hela za CHAUMMA ni viongozi wale wakuu wa juu tu. Kwa hiyo pale hakuna chama, ina maana kukaa pale kama wewe ni mpinzani, pale unafanya tu kazi za CCM, ambapo ndo wanashirikiana nao kwa asilimia mia moja. Nafikiri mlimuona John Mrema alivyotwita siku ile kwamba kuna G G G55 ambao walikuwa wanahamia CHAUMMA. Lakini tulivyofika tulioji kwa nini, hao watu walisema wako wengi na wako zaidi ya hamsini na tano, lakini jibu tuliokutana nao kwamba wengine hawajawa tayari. Mwishowe tukapokea watu tisa tu ambao tuliwapokea, na mpaka sasa hivi kiwaoji hakuna watu we wengine waliohamia tofauti na hao G55. Kwa hiari yangu leo nimeamua kutoka CHAUMMA, chama cha ukombozi wa umma, na kurudi kwenye chama changu cha CHADEMA ambapo nilikuwepo hapo awali kabla sijaja cha umma. Nimefurahi kumpokea kamanda aliyepotea njia, amerudi kundini na hiyo, ametumia haki yake ya kikatiba. Kwa hiyo tumempokea kwa, tume kwa furaha. Naamini kuna wengine zaidi watakuja ambao walipata upepo ambao upepo huo haukuwa na maana yoyote, watarudi ndani ya chama chao ambacho ndio chama kinachoaminiwa na wananchi. Kwa hiyo kama kuna wengine bado walikuwa na sita, tunawakaribisha warudi nyumbani. Hata Kigaila tunamwambia arudi, hata Salu mwalimu akimaliza shughuli zake arudi, sisi tunampokea kwa sababu tunaamini kwamba Chadema ndio inayoenda kuikomboa.